tukiwa katika ukumbi wetu huu, kama ilivyo kawaida katika mwezi wa Ramadhani, muda kama huu huwa tunakumbushana mawili matatu katika dini yetu hii, na tukiwa tupo katika tafsiri ya sura Nuur, leo tukiwa tunatokea aya ya hamsini na tano Allah subhanahu wa ta'ala Anatuelekeza na kutufundisha na kututaka tuishi kwa mujibu wa maelekezo hayo, kwa hiyo ni juu yetu mimi na wewe kujitahidi kuweza kuishi kwa namna ile ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anavyotuelekeza na kwa namna ile ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuelekeza katika aya hii tunayotoka nayo 55. Allah subhanahu wa Ta'ala anasema wa'ada Allahu alladhina amanu minkum waamilu salihati, amewaahidi Allah subhanahu wa Ta'ala wale ambao walioamini kweli kweli kawa na imani ya dhati kabisa na wakafanya amali njema, basi Allah subhanahu wa taala amechukua ahadi juu ya watu hao kwamba, la yastakhlifannahum fi lardi kamastakhlafa lladhina min qablihim. Allah subhanahu wa taala atawafanya kuwa wao viongozi layajalannahum fiha khulafaan, watakuwa wao viongozi katika dunia hii kama vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyowafanya wale ambao waliotangulia kwa kushika imani ya sawa sawa, na kutekeleza ile amri na maelekezo yake Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa, basi Allah la layastakhalifanna, na wao watawapa nafasi hiyo kama wale waliotangulia. Kwa hiyo wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi rtadaa lahum, na atawawezesha kuitekeleza dini yao ambayo Allah subhanahu wataala ameiridhia kwao. alyauma akmaltu lakum dinakum waatimamtu alaykum ni'mati waradhitu lakum lislama dina. Ametangaza mwenyewe Allah subhanahu wataala kwamba leo, akmaltu lakum dinakum, dini yenu nimeikamilisha sheria na maelekezo na miongozo muhimu yote inayohitajika imetimia. wa waatmamtu alaikum neimati, na nimewatimizia kwenu neema zangu. waradhitu lakumul islam dina, na nimeridhia, nimewaridhia lakum kwenu ninyi alislama dina, kwamba dini ya Uislamu ndiyo dini ambayo ya kufuatwa na ya kutekelezwa na tutawasimamia wale watakao kuwa wameishika dini hiyo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa taala ndo anasisitizia hapa, waada llahu ladhina amanuu minkum waamilu salihati la yastakhlifanahum fil ardi kama stakhlafa ladhina min qabli, kama alipo hapa usimamizi, uongozi, wale waliokuwa wametangulia kabla yenu wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadaa lahum, na atawawezesha kuitekeleza dini yao ambayo kwayo Allah ameiridhia dini hiyo. wala yubaddilannahum min baadi khawfihim amna, na tawabadilishia wao baada ya kuwa walikuwa na woga, wanawasiwasi wana hivi, watakuwa katika hali ya salama, hawana wasiwasi kwa sababu tayari wameshika muongozo. Mtume swalla Llahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba, aliwaambia itafika wakati salama kabisa, mtu atatoka swanaaa ila lharami mpaka kuja haram Maka, hakuna anachoogopa, labda anaogopa wanyama wakali tu, lakini hakuna mwanadamu wakuweza kumtisha. Yaani maanayake dini itakuwa imeshika hatamu, imechukua nafasi yake kwa watu kushika miongozo na maelekezo na mafundisho yaliyopo katika dini. Kwa hiyo sisi tuna kila sababu ya kujiangalia tumikwamawau. Ikiwa Allah subhanahu wataala ameshachukua ahadi hii, wala yubaddilannahum min badi khawfihim amna yabudunani ya la yushrikuna bi shaia walaniabudu mimi na hawanishirikishi na kitu chochote, hawatokuwa na wasiwasi wala woga wala namna yote ile Swala so, la msingi ya ahadi hii na sisi ya Allah subhanahu wa taala, na sisi wapi na wapi, tuko wapi wapi, tumekwama? Hilo ni jambo la msingi kabisa la kuliangalia. Allah subhanahu wa taala amechukua hii ahadi kwamba walio wenye kumwamini ye Allah subhanahu wa taala wakafanya amali njema, Allah ameshachukua hiyo ahadi yaabudunani, wataniabudu mimi, tutawabadilishia hofu wasiwasi waliokuwa nao wakawa hawana woga. Kweli masahaba walikuwa wanatembea kifua mbele, baada ya vita vya Badri, baada ya vita vya Fat-hu Makka ndo kabisa wanatembea vifua mbele, hakuna mtu ambaye anaweza akawachezea. Hata mtu akitaka kupambana nao lazima ajipange na akakodi majeshi, kwa sababu anajua hawa watu sio watu wa kawaida. Wenyewe walikuwa wanasema kwamba unaenda kupigana na watu ambao wakiuambia mlima uondoke hapa uende sehemu nyingine, mlima huo utaondoka. Kwa imani waliokuwa wanayo mafanikio katika dini hii, pamoja na mambo mengine na maandalizi na zana zote, lakini kwanza anahitaji imani ya hali ya juu na imani ya kweli, ithbati ya kweli kabisa, juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na imani ya kweli, ina maana hata maandalizi yenu, hata mapambano yenu ya kuitetea dini yenu, utekelezaji wa dini yenu, utakuwa uko makini na utakwenda kwa hali ya juu kabisa na ndio Allah subhanahu wa taala anakuja kutia nguvu yake, lakini mkiwa watu wa bla bla tu maneno mengi porojo, na hivi na hivi, ah takuwa hamna kitu, kama ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam sema yush, inakaribia kufika wakati kwamba yaduuna, watakuwa waadui wenu maadui zenu wanaitana kama tadaa alaklatu ila kiswatiha kama walaji wanavyoitana kwenye saani tu, watu wakaitana, bana njoo tukae, watu watatu watatu hapa wanne wanne, mkakaa mkaishughulikia saani ya chakula. Basi na maadui zenu, itafika wakati wao nao watakuwa wanaitana kwa ajili ya kuwashughulikia ninyi, kama vile walaji wanavyoitana, jamani, tukae wanne tu hapa, tunatosha hapo, watu wanne tunatosha, pale sita pale, saba. Na wao watakuwa wanaitana, waambia ah, ninyi mnatosha nini, mkawashughulikie, mkawapige, mkafanya hivi, mkafanya hivi Masahaba wakamuuliza ya Rasulullah, aw mikillatina ya yaumaidhin, tutakuwa wachache, tutakuwa kidogo wakati huo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hapana, sio mtakuwa kidogo, mtakuwa kathirun walakina ghubaru, mtakuwa wengi lakini mtakuwa mavumbi tu kama mavumbi. Hamna msaada wowote kabisa, ni watu ambao mtakuwa mko wengi kabisa, Waislamu mko wengi lakini ni wingi wenu ni kama mavumbi tu ambao hauna faida katika hii dini kwa hiyo ni wajibu wetu kujiangalia. Aya hizi zinatugusa sana. Tumekwama wapi sisi mpaka tunakuwa katika hali ya namna hii? Wenyewe tunajijua hali yetu namna tulivyo, mpaka mtu unajificha jificha, eh, unatekele, unaenda kuswali, hata anaenda kula bwana watu wasikujue kama unaenda kuswali, unajificha. Hata ile kutekeleza ibada tu tunaogopa, ah bwana usikae bwana watu kuona, watu kusikia. Yaani tumekuwa ni watu ambao wanatushughulikia kila kona yaduna wanaitana kwa ajili yenu ninyi, kama tadaa alaklata ila kiswata, kama walaji wanavyoitana kuishughulikia sahani ya chakula, ni wanawashughulikia wanavyotaka. Kwa hiyo tunatakiwa tujitathmini na tujiangalie, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea mwezi wa Ramadhani ni haja nani, tuna kila sababu ya kujitathmini na kujiangalia kwamba wapi tulipokwama, ili turudi katika mstari uliokuwa sawa sawa. Hii ni ahadi Allah ameitoa hapa, eh. Kwa hiyo ni juu yetu kujitahidi kuishika ahadi hiyo. la yushirikuna bi shay'a, wala shirikishi kwa chochote, wapo imani yao ya dhati kabisa. la yakhafuna lau matalaima, hawaogopi lawama za yoyote mwenye kulaumu. waman kafara baada dhalika, na yoyote mwenye kukufuru baada ya hali hiyo. fa ulaika humul fasikuna, wao watakuwa ndio mafasik Atakayejitenga, atakayejiweka mbali akajitoa, ni yeye mwenyewe, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, aya hiyo ni mzito sana kwetu, tunatakiwa tuisome mara kwa mara, tuiangalie na tujitathmini mara kwa mara, tumekwama wapi, ili tuweze kukaa sawa, tukae katika mstari wa laini ya sawa sawa. Allah ameshachukua ahadi hiyo kwamba ame tutamwabudu Allah bila woga wala wasiwasi, wote wasi, lakini kwa nini leo tumekuwa tumekuwa tumekwama namna hii wa aqimu salata wa atu zakata wa atiu rasula laalakum turham, tekelezeni ibada ya swala inavyotakiwa, simamisheni swala inavyotakiwa. inna salata kanat al lmuminina kitaban mawquta, hakika ya swala ni faradhi ambayo Allah amewafaradhishia waumini kwa nyakati maalumu. Watu waswali swala hizi kwa wakati na kwa wanaume waswali kwa jamaa. Tujitathmini sisi wenyewe ramadhani hii Swala ngapi tumeswali kwa jamaa? Ngapi zimetupita jamaa? Ngapi zimetupita na ni sababu gani iliyotufanya itupite jamaa? mingine, mingine ni swala kujiangalia tu sio, wakati mwingine mambo mengine yako mikononi mwetu, wala hatuna sababu ya kunyosha vidole wala kumwangalia yule, ah, kwa sababu ya mashehe bwana, kwa sababu ya viongozi, sijui taasisi fulani aka, tujiangalia hata sisi wenyewe, tujinyoshe vidole. Eh, wa aqimu salata, swala hizi, swala za jamaa, kitu gani kili? mpaka leo Ramadhani hivi swala ngapi tume tumeswali jamaa ikiwa adhuri, magharibi alasiri, isha watu mpaka magharibi, swala la watu, muda wa kufuturu kabisa, ina jamaa anaikosa nakuja kuswali yeye mwenyewe tu na mtu mwingine, wala hauni tabu kuswali peke yake, na akifika akifikia hata kama watu wengine hawajafika, yeye anajikemia akajiswalia kwa sababu hajali, ati hajali kabisa, yeye hata kusema kwamba wewe ni subiri dakika moja mbili, labda watu, watu, watu wataswali jamaa hapa wili watatu, yeye anaswali kwa sababu ana pilika zake, anataka kuwa anaondoka zake kwenye shughuli zake, au anafanya hivi kwa sababu swala ya jamaa kwake siyo ishu, swala ya jamaa kwake siyo ishu. Sasa hivyo vyote ni katika, ni katika matatizo ambayo pengine yanaturudisha nyuma. wa zakata, timizeni wajibu wa, wa kutoa zaka kila mmoja jiangalie, sio unamwangalia mtu, tusiwe tusimwangalie kitajua zaka. Sasa ah, mimi siye wewe, si, nani yupo? Basi kila mtu akisema yeye siye katika wanaotakiwa kutoa zaka, nani anawajibika kutoa zaka? Na leo tujitathmini sisi wenyewe kwamba kwa nini tunasema sisi hatupo katika kutoa zaka, au kwa nini tunawajibika kutoa zaka, na tunatoa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa utaratibu, kwa maelekezo yale namna yalivyokuwa. Lakini pia Allah anasema wa'tiyur rasula, mtii ni mtume, la'allakum turhamun ili mpate kurehemewa. Kwa hiyo fanyeni kazi hayo. Allah subhanahu wa taala anatuelekeza na kutuongoza juu yetu, tushike muongozo huo eh. Tuswali swala hizi kwa jamaa, wenye uwezo wa kutoa zaka waliofikia kiwango watoe zaka, wala una sababu ya kumwangalia nani. Wewe uulize kama hujui hukumu za zaka, uuliza nani anawajibika kutoa zaka, usijikasema ah, mimi sipo katika wanaotakiwa kutoa zaka. Wanaotakiwa kutoa zaka wafanye biashara au wakulima au nani, unatakiwa ujiangalie katika sura ya namna hiyo. Kwa hiyo ni jambo la msingi kabisa. Kisha Allah subhanahu wa taala anamweleza mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hawa makafiri, pamoja na kuendelea kwao na hivi na hivi, la taasabanna alladhina kafaru mujizina fil ardi, usifikiri wala usiwaze kwamba hawa watakuwa wenye kushinda hapa duniani, hawana uwezo huo hawana uwezo wa kuwashinda katika sura ya namna hiyo. wamaawahum mnaru, na makazi yao ni katika moto wa Jehannam. walabisa lmasiru, na ni ubaya na ni mafikio mabaya kabisa ya wao kufikia katika maeneo hayo. Kwa hiyo mwisho wao utakuwa ni mbaya tu, mwisho wao utakuwa ni mbaya. la yasabanna alladhina kafaru anfusahum mujizina llaha fil ardi, wasijidhanie kwamba wana uwezo wa kumzidi Allah wakamshinda Allah subhanahu wa taala, wakamporonyoka wakatoka mikononi mwake hapa duniani kwa kujiona wameadvance, wana hivyo, wana hivi. Wasifikirie hivyo, Allah subhanahu wa taala anawapa muda tu. wala tasabanna Allaha kwamba au kwamba yeye hawaoni yale ambayo wanayofanya wale waliokuwa maadui zake Allah subhanahu wa taala. wala tasabanna llaha ghafilan amma yaamalu dhalimuna inma yuakhiruhum Sio kwamba Allah amehafilika hayaoni na hayajui haya ya wanayofanya, anayajua vizuri tu, ila anawataftia kona hmm? Katika surati lKalami kule anasema sanastadirijuhum min haithu la yalamun, ya tunawachukua kidogo kidogo kwa namna ambavyo wenyewe hawajielewi. Kisha Allah subhanahu wataala anatoa maelekezo ya watoto wetu wadogo na wafanyakazi wetu namna ya kuingia nyumbani kwetu na haswa, tunaweza tukasema vyumbani. Nyakati, kuna nyakati watoto wasiingie ndani, kuna nyakati watoto hawatakiwi kuingia ndani, sababu ya mazingira ambayo watu watakuwa nayo, ni nyakati ambazo watu huwa wanajiachia wanapumzika wanafanya hivi. Kwa hiyo wa, wafundishwe maana yake watoto wafundishwe adabu kwamba wakati huu sio wakati wa kuingia ndani, wakati huu ni wakati ambao wazee wamepumzika. Allah subhanahu wa ta'ala sema ya ayuha ladhina amanu liyastadhinukum ladhina malakati aymanukum, watake ruhusa wale ambao mnawamiliki kwa mikono yenu, wafanyakazi wenu, kwa hapo ilikuwa watumwa wenu Walladhina lam yablughu lhulum, na hata wale ambao hawajakuwa watoto wadogo, wanaweza wakawa wanajiingilia ingilia, ingilia tu ndani, lakini kuna wakati pamoja na udogo wao wanatakiwa wapigwe marufuku kuingia ndani, thalatha marrat. Allah subhanahu wa ta'ala sima vipindi vitatu, vipindi vitatu msiwaruhusu watoto zenu kuingia vyumbani kwenu. Sasa mtu unajiangalia min kabli salati lfajiri, kabla ya swala ya lfajiri. Siku watu wamelala, wamepumzika na nini, vile ni vipindi ambavyo watu hawatakiwi watoto kuingia ndani kwa wazee wao wow. Sababu wazee wao bado ndo wanaamka wana wanastuka kwa ajili ya kujiandaa kwenda kusali swala ya lfajiri. wa hina tadhauna thiabakum min ldhahira, na wakati mnapopunguza nguo zenu wakati wa mchana ule wa Kailula kama hivi. Hata si unaona analala hapa. Unaona eh? Ni wakati wa Kailula kupumzika, watu wanakuwa majumbani, pengine mtu anapumzika na kwenda ndani anapumzika, anapunguza nguo. Sasa watoto hawawezi kuingia ndani wakakuta katika hali ambayo sio ya stara. Maana yake unaku, mnakuwa hampo katika mazingira ya stara nyakati hizo. Wa min baadi salati al-isha. Na baada salati al-isha naingia ndani, mnajiandaa kupumzika napunguza nguo umefanya hivi. Hii ni kuonesha mazingira, uislamu unafundisha adabu, iko namna hii. Sasa mm, Uislamu unatuelekeza namna hii, watoto wetu wasiingie. Lakini leo wewe mtu unatoka tuna kipenzi chako, unakuja kukaa sebuleni, unaangalia TV na watoto wako na hivi na hivi, wala ujali yani, weu, unaona tuko na, hawa ni watoto wako hivyo hiv. Anaelekeza seme kwamba watoto wanje ni watoto wako wewe mwenyewe, alladhina lam yablugh Mulhulum. Sasa wewe unatoka nje na kipenzi tu unatoka nje sijui na na taulo tu na hivi ili iweje. Eh? Unakuja kukaa unakwenda hivi. Maana yake Uislamu unaelekeza na kuonesha watu wanatakiwa wakae kwa adabu hata majumbani mwenu, watoto wenu wafundishwe adabu mili watu hawatakiwi kuona namna mnavyopunguza na, na nguo. Okay. Minbadi salati lishaib naingia ndani tata, mtu unavunga nguo yako unaweka juu unabadilisha unachukua nguo. Na nite dressi hupumsika ufanye hivi, watoto wasiiwepo ndani. Lakini kwa bahati sana, watu ndo wanatoka ndani na viguo hivyo vya kukalia ndani, wanakuja kukaa navyo, watoto wao wanaangalia wanafanya hivi. Sasa watoto watajifunza nini kutoka kwenu ninyi? Vipi watapata adabu juu wenu? Uislamu unaelekeza unatoa muongozo fasaha kabisa, ni sisi tu wenyewe sasa haya yote haya tusipoyazingatia, ndo kule ile aya waada Allahu alladhina amanu, Allah ameahidi kwamba mkikaa sawasawa tu, mkikaa sawasawa, Allah ameshatoa ahadi layastakhlifanna kamastakhlafa alladhina min qabli walayumakinanna lahum dinahum alladhi rtaga. Leo tunapiga kelele, tunaonewa, tunanyanyaswa, tunafanya hivi. Kila mtu ajiangalie mwenyewe, yeye mwenyewe maisha yake, mwenendo wake, familia yake ikoje. Inawezekana wewe ndo tatizo katika umma Pengine wewe ndio tatizo katika umma, kwa sababu uzingatii muongozo, uzingatii maelekezo. Usiwanyoshe, usiwanyoshee watu vidole, kila mmoja ajinyoshee mwenyewe kidole, aone hapa. Mi hapa ndio utatizo, mi hapa ndio kikwazo, nimekwama hapa. Sisimamii hili, sili, silifuati hili silitekelezi hili kwa sababu na kwa sababu hiyo, kama wewe umefeli basi umma, sababu umma ili kuendelea unaanzia katika level ya mtu mmoja, mtu mmoja mmoja yo lazima uangalie wewe usijii ukawa ni kikwazo cha umma kuendelea. Kila mmoja wetu ajiangalie yeye mwenyewe. Thalathu aurat, hizo ni nyakati tatu ambazo watu wanakuwa wamepunguza stara za aibu. Laisa laku alaikum wala alaihim junahu badahum, lakini hakuna makosa kwenu wala kwa wao baada ya vipindi hivyo vitatu tawafuna alaikum baadhukum ala, kwa sababu vipindi vingine vyote ukitoa hivyo, mtu unakuwa uko sawa, upo kama upo kazini kama uko wapi, ukiingia ndani unaingia, hata ukiingia ubadilishi nguo kufanya hivi, vipindi hivyo hivi vitoto vidogo vidogo vinaweza vikaingia, kwa sababu tayari huko vizuri kabisa, hawezi akakukuta wewe uko katika mazingira ambayo yasiyokuwa ya sawa sawa. Kwa hiyo lazima tuchunge hayo laysa alaykum wala alayhim junahun badahunna tawafuna alaykum badhukum ala badi, kuzingukiana baadhi yenu ninyi kwa ninyi e? kwa kuzingatia hivyo yu. kadhalika yubayyinu Allahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Namna hii Allah subhanahu wa ta'ala anawabainishia aya zake, naye Allah ni mjuzi tena mwenye hikima mambo yake kwao. Lazima mzingatie hiyo, maelekezo hayo myachunge, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya kwa hikma zake. Lakini leo wewe unatoka na kipenzi chako sijui na kinani chako na kimini chako kwa nani basi unakuja kukasebule na vitoto vyako na hivi wa, hawatakiwi watoto wakuone katika hali ya namna hiyo, lazima ukae kwa start pamoja huko na watoto wako sijui, ukasema lakini wao si watoto wangu mii mwenyewe. Allah Allah Allahu alimun hakim. Allah ni mjuzi tena mwenye hikma katika mambo yake. Kwa hiyo kuna hikma mwenyewe Allah ndo anajua kwa nini ametoa maelekezo hayo. Hebu tazama vipindi hivi Allah ameviwekea kwa sababu ni vipindi ambavyo watu wanajiachia, mchana watu wanajiachia, wamechoka, wamefanya hivi. Sasa ikiwa mtoto anaingia atakukuta umekaa ovyo, inakuwaaje? Inakuwa ni tatizo katika hali ya namna hiyo. Kwa hiyo ni jambo la, la la kuzingatia. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala tuamuongozo idha balagha al-atfal, wakikua hawa watoto minkum al-hulm, wakifikia umri wa balagh sasa wameshakuwa maana yake, hawa watoto nyakati zingine wana uwezo wa kuingia kwa kushana, kwa sababu nyinyi mnakuwa mko, hizo nyakati mnakuwa mko vizuri. Kwa hiyo wanaweza wakawa wanaingia tu hata bila nani, lakini nyakati tatu wasiingie ila kwa ruhusa maalum. Wakiingia basi wengine kwa ruhusa maalum, sio anaingia tu eh. Lakini sasa wameshakuwa hawa watoto, inakuwaje? Basi, fal yastaadhinu kama staadhana alladhina min qablihi muda wote sasa, wakitaka kuingia wakitaka kuja kwenu mlipo ninyi, lazima waingie kwa ruhusa, waingie kwa ruhusa, sio waingie tu. Baba mmoja anambia Rasula, kwa mama yangu mimi niingie ni, ni, ni shodi kwa mama yangu? Kweli kambia, unaonaje ukikuta mama yako katika mazingira ambayo sio ya kumuona, akiwa amekaa vibaya, uta, utajisikiaje wewe? kwa ni baya sana kwangu mimi. Basi ndio maana Uislamu ukaweka muongozo, ukitaka kuingia basi lazima Utakiruhusa. Kadhalika, yubayinu llahu lakum ayati, namna hii ndivyo ambavyo Allah anaabainishia aya zake. wallahu alimun hakimu, na Allah ni mjuzi tena mwenye hikima katika mambo yake anayofanya, katika hikima na busara za hali ya juu kabisa. Kwa hiyo ni juu yetu kuyazingatia hayo na kuyatafakari na kuona kwa namna gani tunaweza tukakaa tukafanikiwa tukafikia lengo lile ambayo Allah subhanahu wa taala ametuahidi, hii aya mambo madogo madogo Allah kule tumeanza mwanzo nasema watahsabuna hu hayina, ni mnayadhania aya mambo ni madogo madogo tu, wa huwa inda allah, mbele ya Mwenyezi Mungu ni makubwa mno, ni mnayadharau mnayapuuza. Surati Nisai, Allah subhanahu wataala walau annahum fa'alu ma yu'aduna bi lakana kana khayran lahum wa ashadda tathbi wa law anna law haw fa'alu ma yu'aduna bi, wangefanya yale unayowakumbusha ambao wewe unawakumbusha. Watu wanapuuzia, watu wanafanya hivi, kama ninavyozungumza swala za jamaa. Mtu mtu ana, ana yeye yeah, yeah, hata akija kiswali hapa saa tisa saa ngapi adhuri, hana sababu yoyote ile ambayo alikuwa ametingwa yani jamaa, kwa sababu swala ya jamaa kwake sio issue, sio issue eh. Siku zote swala ya jamaa na swali peke yake, au swala ya asubuhi pengine, anajipigia idi swala ya idi tu, kila siku jua limetoka, ye watu wanatoka msikiti wanaenda makazini, wanaswali kutoka hapa anakimbilia kazini, naswali, apa, kazini. Eh? kwa sababu ye mwenye, hajali, hajali namna gani sasa. Allah anasema, walau annahum faalu ma yu'aduna bi, wangi afanya haya madogo madogo awakumbushe wakaelekeza, la kana khairan lahum wa ashadda tathbita Jambo hilo lingekuwa ni bora mno na ni ithibati ya hali ya juu kabisa katika maisha yao na mfumo wao. Kwa hiyo hizi ni aya ambayo pengine tunateleza mimi na wewe ikawa ndio kikwazo kwa umma kuweza kupata ile ahadi ambayo Allah subhanahu wa taala ameiweka kwa umma wake waipate ahadi hiyo, kwa sababu tu ya yale ambayo madogo madogo tu tunayoadharau mimi na wewe tusiyafanyie kazi kisawasawa. Tukibadilika katika hali ya namna hiyo, basi tukakaa imara namna hiyo, la lakana khairan lahum wa ashaddu tathbita, itakuwa ni jambo lilikuwa bora kwetu na ni ibati kuimarishwa kwa imani zetu na akeni zetu na mambo yetu kuweza kuwa imara kabisa kama Waislamu. Lakini tukiwa watu wa kupuuzia, kudharau, na hivi na hivi, hatujali, ndio tutaishia katika sura ya namna hii. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.